Hivi umeshawahi kujiuliza, inafikia ile siku ambayo tayari umefikisha vigezo vyote vya YouTube, tayari umefanya monetization YouTube, wameshakukubali wameshakutambua, umejiunga na YouTube Partner Program, tayari unaona dola zimeshaanza kusoma katika YouTube studio yako. Sasa je, zile hela unazipataje mkononi? Kwa sababu unaongea haya, wengi ya watu wamekuwa wakiishia basi kuweza kuona zile namba katika YouTube studio zao, lakini swali linabaki Je, yeah, hizi hela zinatokaje Marekani hadi kuweza kukufikia wewe hapa Tanzania na kuzipata? Tena basi moja kwa moja kupitia kufikia katika bank account yako kama ni CRDB ama NMB au bank yoyote ile ambayo unaitumia. Sasa leo nataka nikutoe hofu kwa sababu mchakato uliopo hapa ni rahisi pengine kuliko hata vile ambavyo ulikuwa unafikiria. Lakini sasa ikitokea umekosea hatua moja, unaweza ukasubiria hela ambayo haitoweza kuja milele. So karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Mimi ni Mohamed Hafidh, nimekuwa nikishea nikifundisha kile ambacho nimekuwa nikijifunza siku baada ya siku, na nategemea umeweza kufaidika kwa njia moja ama nyingine kupitia chaneli yangu ya YouTube. So mada hii ya leo ni muhimu sana kwa sababu kuweza kuanzisha chaneli ya YouTube ni kitu kimoja, lakini kuweza kuitengeneza chaneli yako iwe tayari basi kuweza kupokea malipo ni kitu kingine. Sote tunakubaliana na hili. Sasa kama upo Tanzania na unahitaji kuweza kujua hatua kwa hatua namna gani ya kujiandaa ili basi lile jasho lako lisiweze kupotea bure, video hii ni kwa ajili yako. Hakikisha unatazama hadi mwisho. Unajua, kuna mkanganyiko mkubwa sana mtaani kuhusiana na malipo yanayotokana na platformu hii ya YouTube. Kuna mtu atakwambia unahitaji kuwa na ndugu Marekani, mwingine utamsikia akikwambia unahitaji kuwa na kadi maalum wengine utawasikia wanaogopa hata kuweza kuanza wakifikiria kwamba ukiwa Tanzania hautaweza kulipwa na hela haitoweza kukufikia. Tatizo kubwa ni kwamba wengi wetu tunafikiri YouTube inakulipa moja kwa moja, ni kama vile tu unavyotuma na kupokea mwamala wa simu. Lakini ukweli ni kwamba hapakati kuna daraja. Daraja lenyewe linaitwa Google AdSense. Hili daraja ndilo ambalo linahifadhi hela yako na kuweza basi kuisafirisha kutoka katika YouTube hadi moja kwa moja kuja katika bank account yako ambayo utakuwa umeichagua na kuiunganisha na YouTube channel yako. Watu wengi wamekuwa wakikwama hapa kwa sababu wanakosa subra. Wengine unakuta wanakosea kujaza taarifa ambazo ni ndogo ndogo tu, mfano kujaza sanduku la posta. Mtu anaweza ku, anashindwa kuweza kuweka sanduku la posta ambalo anaweza kulifikia na kuweza kupata kile ambacho kitatumwa. So kuna makosa baadhi ambayo common yamekuwa yakitokea katika kujaza fomu kwenye AdSense na makosa mengine ambayo yamekuwa yakijitokeza. Sasa hatua ya kwanza baada ya kufikisha subscribers elfu moja na masaa elfu nne ni kuweza kufungua akaunti ya Google AdSense. Hii AdSense chukulia ni kama vile mkoba wa kidigitali. Kipi nakimaanisha? YouTube watakwambia uiunganishe chaneli yako na huo mkoba, hiyo AdSense. Kitu kimoja cha muhimu sana hapa uhakikishe unajaza jina lako kamili kama lilivyo katika kitambulisho chako cha taifa ama paspoti, lakini vile vile usitumie majina ya kisanii ama majina ya umaarufu. Hapa ndipo Google wanapoanza kukutambua wewe kama mfanyabiashara rasmi. Kwa hiyo usifanye makosa haya ambayo yanaepukika. Ni kama vile unafungua akaunti ya benki Unajua benki hauwezi kutumia jina la utani, basi ni hivyo hivyo huku katika AdSense, unapoweza kujaza information ziwe sahihi kabisa. Lakini hatua ya pili ni ishu nzima ya pini na anwani ya posta. Hii ni hatua ambayo watu wengi sana wamekuwa wakiumia hapa na wakipoteza kutokana na hatua hii. Unajua, unapofikisha kiasi fulani cha kwanza cha dola, kulingana na uelewa wa sasa, ni dola kumi, tayari Google automatic watakutumia barua Physical ambayo imekusanya namba sita za siri tunaita PIN. Sasa hapa Tanzania kwetu hakuna mfumo wa barua kuweza kukufikia wewe mlangoni nyumbani kwako, inakubidi uweze kutumia anwani ya posta PO box, na kama utakuwa hauna ya kwako wewe mwenyewe, basi tumia hati ya ndugu yako au tumia hati ya kazini, ama kama haipo tumia hati ya kanisani ama msikitini pale unapofanyia ibada. Barua hiyo itasafiri moja kwa moja kutoka nje ya nchi kuja moja kwa moja katika hilo sanduku la posta ambalo utakuwa umelijaza Ukishapata hiyo barua kuna hizo namba, unachukua hizo namba, unaingiza katika mfumo ili basi kuweza kuthibitisha kuwa wewe ni mtu halisi na unaishi hapo ambapo umesema. Usipofanya hivyo, hautaweza kutoa hata senti moja. Lazima hizo pini uzipate na uweze kuzijaza. Kwa hiyo sanduku la posta ni muhimu sana. Wao wanajua watakutumia vipi, lakini wewe mwisho wa siku, baada ya wiki mbili tatu, hiyo pini itakufika, ni kama barua fulani ina pini ndani yake. Ukifungua, unachukua hizo pini, unajaza katika mfumo, unaendelea na hatua nyingine. Lakini hatua ya tatu, baada ya kuweza kufanya hivyo kupata hiyo pini na kujaza, ni kuweza kuunganisha benki yako kutoka hapo Tanzania ulipo na kuweza kuunganisha katika AdSense. Inamaanisha nini? Lazima uiambie AdSense wapi ilete hiyo hela yako. Hapa Tanzania njia salama ni ya kuweza kutumia kitu tunachoita wire transfer. Hapa huwa tunajaza taarifa za benki zetu za hapa nyumbani Utachagua benki ambayo unaitumia. Moja, utahitaji kitu ambacho kinaitwa swift code ya benki yako hiyo, ambayo unaitumia kama ni CRDB ama NMB whatever. Hii namba swift code, wala usipapariki, nenda katika benki yako ama fungua tovuti yao rasmi, katika website yao utaweza kuipata hii swift code. Baada ya kujaza taarifa hizi, YouTube, kila tarehe ishirini na moja ya mwezi itakapofika, wakiona tu una kiasi cha kuanzia dola mia moja basi na kuendelea, huwa wanaituma hela hiyo moja kwa moja katika akaunti yako ya benki ambayo umeiweka. Baada ya siku tatu mpaka tano za kazi, utaweza kupokea ujumbe kutoka katika benki yako, ukiingia katika simu yako, kuwa kuna hela tayari imeingia. Hela hiyo inatoka moja kwa moja katika AdSense na kuletewa katika benki akaunti yako, so unaweza kwenda ATM na kuweza kutoa. Kuna kitu pia tukiweke wazi, unajua YouTube haikulipi kila unapoingiza dola moja ama mbili. Kiwango cha chini cha kutoa hela ambacho basi kulingana na uelewa wa sasa ni dola mia moja. Manake nini? Manake ni kwamba kama mwezi huu umetengeneza dola hamsini, hautaweza kuzitoa hela hizo. Justice zitabaki tu pale zinasoma katika screen yako mpaka mfano mwezi ujao utakapoingeza nyingine, pengine zimefikia mia moja ama zimezidi. Hapo ndipo utaweza kulipwa, hela zako zitapelekwa benki. So kitu kingine, usitegemee hela itakuwa imekuja ikiwa imekamilika vile vile. Kuna makato mbalimbali mbali ya kibenki lakini vile vile ya kodi unatakiwa uweze kulipa, unatakiwa uweze kujaza katika AdSense. Kuna fomu ya kodi, sio kazi ngumu, ni kuweza kujaza tu, kufuata maelekezo yale, haina shida yoyote, ni process ya kawaida ambayo ni ya kisheria, na haitaweza kukufanya wewe kuwa maskini. Kutoa kiwango fulani kulipia kodi, uweza kuchangia basi kodi ya taifa, lakini vile vile na kuweza kukatwa katika benki yako, sio hela ndefu, haitokufanya wewe kuwa maskini. Unaweza kuona huu mchakato pengine ni mrefu sana, ni process kubwa sana lakini nataka nikwambia, utakapofanya tu mara ya kwanza mara moja tu kwa usahihi, baada ya hapo unakuwa wewe ni wakupokea tu hela yako kila mwezi bila ya usumbufu wowote ule. So usikubali kuweza kukwamyusha na hofu ya teknolojia. Kama tayari una uwezo wa kutumia WhatsApp, Facebook, wewe tayari unaweza kufata hizi hatua kujaza hiyo fomu ya AdSense ambayo utatakiwa ujaze bila shida yoyote. Kikubwa ni kuwa makini na taarifa ambazo unazijaza taarifa ambazo ni sahihi na uwe na subira pale ambapo barua yako hiyo ambayo imekusanya PIN inapokuwa njiani unapoletewa. Kumbuka kile ambacho unakifanya leo kwa bidii, ndicho ambacho kitakulipa basi baadaye ama kesho ukiwa umelala. Asante sana kwa kuweza kusikiliza na kutazama video hii mpaka hapa tulipofikia. Kama kuna swali lolote ambalo unahitaji kuuliza, pengine sanduku la posta ama kupata hiyo SWIFT code, niandikie katika sehemu ya comment, nitaweza kuwajibu na kuweza basi kushare experience yangu katika kile ambacho umekiuliza. Kama kipo ndani ya uwezo wangu, nitaweza basi kuwasaidia kuweza kuwapa basi majibu ambayo yatakuwa na msaada kwa njia moja ama nyingine. Kama unahisi video hii kuna mtu ambayo inaweza ikamsaidia, anahangaika na malipo aweze kupata ABC, kila ambacho kinaendelea baada ya kuweza kufanya monetization na kuingia katika YouTube partner program, basi aweze kutazama video hii, mtumie, tuweze basi kufaidika kwa pamoja. Asante sana, tukutane wakati mwingine.